Na sasa ni huko Zanzibar ambapo michuano ya kombe la mapinduzi inaendelea kutimwa vumbi katika uwanja wa Amani. Yanga afrika watakuwa na kazi mbele ya Azam katika mchezo wa kundi B. Sports lady Naima Haji ana taarifa zaidi. huo wow wa kumalizia hatua ya makundi na kuingia nusu fainali kwa timu za grupu B, ambalo limekusanya timu nne: timu ya Zimamoto, timu ya Azam, Jamhuri na Yanga. Timu ya Yanga ambayo imekuwa ikiongoza kwa kuwa na magoli nane katika mashindano hayo na kupata alama sita bila ya kupoteza mchezo katika ligi hiyo. Huku timu ya Azam ikiwa na alama nne na goli moja ambapo katika mchezo kati ya Jamhuri na timu hiyo iliweza kutoka sare bila ya kufungana. Kocha msaidizi wa timu ya Yanga, Juma Mwambusi, amesema hadi sasa maandalizi ya, ya mechi kati ya timu hiyo na Azam yapo sawa licha ya baadhi ya wachezaji kutoweza kushiriki kutokana na hali zao za kiafya kutokuwa nzuri. Naye kocha wa timu ya Azam Idi Cheche amesema kufanyika kwa usajili kwa wachezaji kupitia dirisha dogo kumeweza kuleta mabadiliko kwa kikosi cha Azam. Nadhani wachezaji wako katika hali nzuri, ni baadhi ya wachache ambao wanaumwa kama Ngoma, ambao tutamkosa, hawezi kucheza na Chiba kama unavyoona, pamoja na Tambwe ambao bado wako katika matibabu. Kwa hiyo nadhani wachezaji wabaki, wengine wako sawasawa kwa kuweza kuwakabili E, mabadiliko yapo kwa sababu unapoongeza kitu, unaona mapungufu katika timu yako, unajaribu kuongeza kitu kingine ili kukuboreshia yale mambo unayoyataja. sasa tumewaongeza baadhi ya wachezaji kidogo, umetuongezea yale mapungufu tuliokuwa nayo huko nyuma. Timu ya Azam iwapo itashinda katika mechi hiyo itaweza kumiliki alama saba, ambapo matarajio ya wengi ni kwa timu ya Yanga kufuzu katika mechi hiyo na kutimiza alama tisa katika ligi ya Kombe la Mapinduzi visiwani Zanzibar. Naima Haji, TBC Zanzibar.